na ya kunywa kunywa hapa ya. Ah, sawa ya kunao sawa, vizuri nimepata ya kunywa. Ay, sawa, shauri imeisha. Chakula bila chakula, mambo haya yeye <laughs> Mbona umekaa? Mbona umekaa? Wewe umesema unaleta chakula, umeandaa maji. Nishanawa na maji ya kunywa umeleta. Mbona so sasa umekaa? Hivi uko serious? Uko serious? Mambo kinyi kama Haya, mimi kama sipendi chakula nimekwambia kabisa. Kwa hiyo unataka nini sasa hivi? Nataka chakula, mimi nataka chakula. Chakula hujaacha hela, chakula umeacha hela, umeniachia hela. Umeniachia hela. Umeniachia hela. Wewe unataka kunipanda kichwani, umeniachia hela mpaka utake chakula. Mimi sijapika, ningapika nini? Humu ndani hakuna unga, hakuna sukari, hakuna chochote. Ningapikia nini? Kama unataka kuniburuga eti, nisikilize. Sasa nasemaje? Wewe maji, hao utakunywa wewe.

Basi nipe naye sabuni sasa, tushaniogesha nipe naye sabuni singi naendepo kashamisi.